Na yanakua, yanafanya akili zao zinakuwa sio zile zenye ubora, sio za kuwaza. Unakuta mazingira mengine ni mazingira ambayo hayana vitu vya kuchezea watoto, hayana maua ya kuvutia, ambao unakuta watoto wanapenda maua, watoto wanapenda kucheza sehemu ambazo zinawavutia. Watoto wanapenda mazingira ambayo yana vitabu ambavyo vina michoro. Sasa ukikuta nyumbani mazingira siyo rafiki, hayana hivyo vitu, yanawafanya watoto wanakuwa sio wabunifu. Athari namba mbili kwenye haya mazingira yasiyo rafiki ni msongo wa mawazo. Ndugu mzazi na mlezi, mazingira ambayo yana kelele mazingira ambayo yana vurugu, mazingira ambayo yana ugomvi, wazazi hawaelewani, kelele nyingi. Labda unakuta wakati mwingine kuna mazingira ambayo unakuta wazazi wanaishi karibu na sehemu ambazo kunaonyeshwa sijui ni video, kuna mpira, ni kelele. Unakuta wakati mwingine mtoto anatamani ajisomee, lakini hawezi kujisomea kwa sababu kunakuwa kuna kelele nyingi. Kitu kingine unakuta ni vurugu za wazazi, wazazi wanagombana, hawaelewani, ni kelele, ni matusi, alafu ni kwa sauti na watoto wanasikia. Hapo unaweza ukamsababisha mtoto wako akapata msongo wa mawazo. Athari namba tatu ni kuchelewa kwa maendeleo ya lugha na mawasiliano. Mazingira ambayo hayachochei mazungumzo Utafiti unaonesha kwamba watoto wadogo wanajifunza kutoka kwa wazazi wao, pale wazazi wanapokuwa wanazungumza na watoto wanapokea, yani anapata ile maneno, anaweza akatamka ba ma ka da kwa furaha, lakini ukikuta mazingira sio tulivu, mazingira yenye kelele, watoto anashindwa. Wakati mwingine anaona ni watu tu hawaelewani, ni watu tu wanaongea, watu wanakuta. Wakati mwingine kama wazazi labda ni walevi, wamekunywa, yani unakuta watoto hao hawawezi kupata ule uwezo wa kuweza kutamka maneno vizuri, kwa sababu wanakosa ule muda wa kujifunza. Mazingira yanakuwa sio rafiki kuwafanya watoto waweze kujifunza waweze kutamka, na ndio maana unakuta wakati mwingine kuna watoto wengine anachelewa sana kuzungumza. Unakuta mtoto ni mkubwa, lakini ule uwezo wa kuzungumza ni mdogo, ni kwa sababu ameishi katika mazingira ambayo sio rafiki mazingira ambayo sio rafiki yanaweza yakaleta madhara sana kwa watoto madhara ambayo tunaweza tukaona. Athari namba nne ni kukosa hamu ya kujifunza. Mazingira ambayo hayana vitabu wazazi hawawezi kuwasaidia watoto kwa sababu, unakuta nyumbani hakuna vitabu, hakuna vitu vya kuchezea, mazingira yenyewe ni mazingira ambayo ni ya ghasia. Unakuta wakati mwingine yanamfanya mtoto anakosa kabisa hamu ya kujifunza. Anajifunza wapi sasa kama hana vitabu, hana mtu ambaye anamsaidia karibu mazingira hayajatulia, ni watu tu wapo wanapita, wanazunguka huku, wanaongea wanafanyaje, kelele ni stori. Unakuta wakati mwingine ni mazingira ambayo u, u, nyumbani unakuta labda ni watu wanatazama TV ni TV kuanzia asubuhi imewashwa mpaka jioni mtoto atajifunza saa ngapi? Unakuta anakosa hamu ya kujifunza, anakaa tu, anawaangalia anawatazama. Na ndio maana unakuta wakati mwingine mtoto amekuwa ni mpole, ukija kwangao unajiuliza, huu upole unatokana na nini? Kumbe upole wake ule umesababishwa na mazingira ambayo sio rafiki. Athari namba tano ni kujenga tabia hatarishi au kujitenga kijamii. Unakuta mazingira nazungumzia mazingira ambayo sio rafiki. Kwa hiyo kama ni mazingira ambayo unakuta wakati mwingine ni kama nilivyosema kwamba ni mazingira ya ugomvi, haya mazingira yanamfundisha mtoto na yeye awe mgomvi, awe baba wa kesho ambaye anagombana na familia yake, anagombana na watoto wake, kwa sababu anakuwa ameishi katika hayo mazingira, huku nyuma ametazama, ameona jinsi wazazi wake wanavyokuwa wanagombana, jinsi familia yao inavyokuwa ina vurugu, jinsi watu ambao walikuwa hawaelewani. Kwa hiyo yale mazingira yanamjengea tabia hatarishi, na wakati mwingine anaweza akajikuta anajitenga na wenzake, kwa sababu anakuwa muda mwingi anahisi kama anaonewa, anahisi kama ananyanyaswa, anahisi kama ni mtu asaidiwe tu kila wakati. Ndugu mzazi na mlezi, maisha mazuri hayatokani na pesa nyingi, maisha mazuri yanatokana na upendo yanatokana na kuelewana, yanatokana na wazazi kutoa hamasa kwa watoto wao kujifunza zaidi. Wanajifunza kuhusu maisha, wanaangalia wazazi wao wamejifunza nini. Kwa hiyo kuanzia leo, mzazi, nafikiri umejifunza kitu kipya. Kuanzia leo anza kubadili mtazamo wako, andaa mazingira ya nyumbani ambayo ni mazingira rafiki kwa watoto wako. Mazingira hayo yatawezesha watoto kujifunza, mazingira hayo yatawezesha watoto kusoma, mazingira hayo yatawezesha watoto kujihusisha na jamii, kwa sababu wanakuwa wamejifunza vitu vingi kutokana na mazingira hayo ambayo wanayaona nyumbani kwao. Kama umependa video hii, basi usisite kushare kulike na kusubscribe kwenye chaneli yetu hii, ili uwe wa kwanza kupata video zetu pale ambapo tunakuwa tumeziaplodi, kwa sababu tunashirikiana kukuletea maarifa ambayo ni msingi sana na malezi kwa ajili ya mtoto wako. Usisite pia kushea video hii kwa wazazi wengine ili wapate kujifunza jinsi ya kutengeneza mazingira ambayo ni rafiki kwa watoto wao nyumbani, mazingira ambayo yatawafanya watoto wapende kusoma, mazingira ambayo yatawajenga watoto kuwa wanajamii bora, mazingira ambayo yataandaa viongozi wa kesho, mazingira ambayo yanawaonyesha watoto na kuwainua, kuonyesha vipaji vya watoto. Karibu sana, tukutane tena kwenye video inayofuata.